Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika banda la Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, katika kusimamia sekta ya mawasiliano Tanzania, inasimamia pia rasilimali za mawasiliano ambazo ziko aina kuu nne. Kuna rasilimali za masafa, namba, vikoa na postikodi. Postikodi ni namba yenye tarakimu tano ambayo inatambulisha kata uh, namba hii uasisi uh, wake hasa unaundwa na mgawanyo um, wa wa maeneo ya kiutawala ambayo yanatangazwa na ofisi ya Rais Tamisemi ambayo inaelezea kuanzia mkoa, wilaya mpaka kata. Lakini pia postcode ni namba ambayo inaenda kutengeneza taarifa kamili ya anwani ya makazi ambapo taarifa ya anwani ya makazi ina namba ya nyumba, jina la mtaa na postcode. Kwa hiyo ili tengeneza taarifa kamili ya anwani ya makazi na kuwa na hizo taarifa kuu tatu lakini vile vile mamlaka ya mawasiliano katika utekelezaji wake wa shughuli zake za kusimamia mawasiliano inatumia kwa kiasi kikubwa hizi anwani za makazi katika kuwatambua wateja wake, wateja wake wakuu ambao ni watoa huduma uh, na licenses wetu. Kwa hiyo zinasaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kuwatambua wako wapi, itaweza kuwahudumia na kuweza kuwasimamia. Kwa hiyo mtu yoyote au kampuni yoyote ambayo inataka kuomba leseni lazima kwamba itambulike iko wapi kwa okay, kifupi naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Sherehe <truise> <truise> Kazi nzuri mnafanya na tunaona inavyoweza kutuunganisha kama taifa kupitia mfumo wetu wa mawasiliano. Eh, leo hii tunaendelea na jitihada za kuimarisha kwenye teknolojia ili tuweze kuzungumza, tunaweza na taasisi nasimamia usalama wa mtandao. Endeleni na kazi amu Asante. <truise> sana Asante. <truise> Asante. <truise> Asante.